niba ya shule ya msingi Sabasaba kwa mwenyekiti, ameshazungumza amemaliza kila kitu, ila niseme tu, nashukuru sana mwenyekiti pamoja na wajumbe wako pamoja na serikali chama kwa kuwa mmetuona. Sabasaba tuna mapungufu mengi, kwa hiki kidogo tunasema ni kikubwa sana, sababu tumepunguza idadi ya watoto wanaokaa chini. Uendelee kuwa na moyo huo, uendelee kutafuta wafadhili ili tuende sawa katika kufikia malengo ya elimu. Sina mengi asanteni sana. Kwa majina naitwa Edward ni Nicholas Kitara. Kitara e, kwa niaba ya shule yetu tunasema ni asante kwa sababu haya madawati haya tumepunguza baran wanafunzi walikuwa wanakaa mpaka wanne, sasa hivi tumepunguza tumepunguza watu kwa hiyo tunasema ni asante, mankuwa na moyo huo huo, Mungu ajalie awazidishie. Asante. Lakini kwenye nyanja ya michezo nimeshatoa mpira mmoja mmoja kwa shule za msingi zote tatu, mpira wa miguu. Lakini vilevile tulishaleta madaftari zaidi ya mia tatu na penseli na biki kwa wanafunzi wa darasa la kwanza wote wa shule zote tatu. Lakini vilevile vilevile tuliwasaidia watoto 18 waliokuwa mtaani ambao tuliwashonea uniform tukawanunulia masweta tukawapa madaftari na tukawaleta kuwakabidhi. Kwa hiyo hayo ni mambo ya miezi minne tangu tumechaguliwa kwa upande tu wa elimu, lakini sasa tukirudi huko mtaani mambo ni mengi. Kwa hapa nimeona niyaweke hiyo, na leo tunakabidhi madawati matano haya. Asanteni sana.